Jage, uh, this is not the time to blame Dante. Na sio ni maana ya Dante kublemiwa sababu, kulingana na vyenye ameeleza hiyo story, hawezi kuwa ati ni uongo anaongea kitu ingine. According to the way we know that group, kulingana na vyenye tunajua ile group, Dante hawezi jitokeza tu hivyo akuya ati ataweza kuuza mbosu wake na hawa watu kwa hawa magaidi na wamwache. Tuseme truth is a fever of God because when the fever of God locate you Mungu anaweza akakuokoa, na labda Mungu alimuokoa ndio aweze sasa kukuja kueleza kitu kama hichi. So tusione ni kama tiendi aliwasaliti ama nini, hapana. Let us see, Mungu kutuokolea mmoja wa kuweza kuonyeshana kwenye walikuwa na kuweza kuonyesha ku, kusema the story about what happened, ndio ukweli uweze kujulikana, ama ndio mwangaza uweze kupatikana. Lakini tusimblemu na kusema that ati ni yeye aliwaachilia, ni yeye <coughs> aliwasaliti, vitu kama hizo hapana. And it is so painful kusikia that senior Deva alikuwa ameumia mguu. Wewe wewe, haijulikani kama ni kukatwa alikatwa, ama ni kuumwa aliumwa na kitu, sababu kunasemekana wale watu walikuwa na silaha zao na walikuwa pia na mbwa, so venye sijui hizi mbwa wanazitoa wapi mm. sababu hizi mbwa i think ni zile zinafanyanga kazi na government. Kama vyenye tu nilisema, hii kikundi ni kikundi imeshikiliwa na government sana, sababu ile uhalifu iko Kenya iko hali ya juu. Ile uhalifu haiwezi fanyikana na raia tu peke yake ati kikudi hijite, ijitenge tu hivi iseme sasa tutakuwa tunaua watu, tutakuwa tuna kidnap watu, tukiuza. Ni lazima kukuwe kuna mkubwa ako katikati yao amewashika mkono, ndio maana wako na hiyo uhalifu yote na hiyo ujasiri yote. Sababu so, kama akunge kuwa na any officer behind this ama, watu wangeogopa kukidnap hao watu wote wameweza kuchukua. So inaonekana there is a government, kuna ofisa ako behind all this that why our watu wako na ile ujasiri that our watu awaogopi, wakifanya kitu chochote awaogopi tutashikwa, awaogopi tutafanywa nini, awaogopi kitu chochote. And so naona watu wengi wakisema that Anita Dave aende atafute daktari. Guys, if uh, you know senior Dave very well and if you know Anita Dave very well, ni watu wa watakangi kusikiza about daktari, ni watu wa watakangi kusikia ati wanaenda kufanya mambo kama hayo. So unafikiria hata mkisema waingie, kwa nini kwa daktari? Mnapigia mbuzi gitaa na aita dance. So tunafaa tumwele, tum advise on something else, sababu hii ni kitu hawawezi. Pia Dev kwenye ataokolewa akikuja kusikia that bibi yake aliingia kutafuta usaidizi kwa madaktari, ile kitu aitamfurahisha sababu so tunajua apendi kabisa. Na I think mumeweza kuona hata mkimwambia ana ignore but what we can do now it is to pray guys. Hapa tunahitaji maombi ya hali ya juu, tunahitaji usaidizi wa kila aina ndio wale ile kikundi iweze kuokolewa. Hii kitu haitaki askali mmoja, haitaki DCI mmoja, inataka kikundi cha polisi ndio waweze kufuatilia hii maneno. So guys, tuache ku blame Dante. Njagi, acha ku blame Dante. Ah, uh, sin Anita Dev acha ku blame Dante. Uh, oneni Dante kuokolewa na Mungu ndio aweze kuwasaidia. Mm. Sababu pia yeye anaonekana ako na uoga. For now, mimi sita blame not maybe kukuwe kuna kitu but for now me I can't blame him. Hata mimi naona kuokolewa na Mungu ndio aweze kusaidia hawa. Mm. So guys, mimi sijui nyinyi mnaona aje but sioni maana ya Dante kublamiwa. Sababu so, hata yeye eh, ile kuhema na ile uo uh, I think mumeona ile venye ameingia kwa hiyo mlango. Tena Njagi anamuuliza wakati ulikuwa una edit vindi, mbona ulikuwa umejifungia kwa mlango, mbona ulikuwa umefunga mlango? Through how to you are always complaining about closing the door of senior dev's office, lakini saa hii imefungwa. Njagi unataka ku complain, we said that that place is not safe. Kwanza ya Dante akiwa peke yake kwa ile ofisi, he is not safe, inafaa ifungwe hiyo ofisi inafaa ifungwe mtu akiwa kule ndani, hata kama senior dev atakuwa, wanafaa wafunge hiyo ofisi wakiwa ndani, acha ofisi ikuwe imefungwa, sababu ile ofisi ya senior dev imejulikana na magaidi wengi sana, mm? Imejulikana na wahalifu wengi sana akihama huku anamfuata, akihama kule wanamfuata. So senior dev amezingirwa na maadui, lakini hakuna adui mwenye amewaingia hapo akashida wote huwa wanashidwa, so tunaamini hata hawa watashidwa, sababu hawana wa hizo nguvu, hawana wa hizo uwezo. Tunajua tu Mungu wetu ndiye mshidi na Mungu ataweza kushidania sinav guys, mm? ile timu yenye imekidnapiwa yote Mungu anaona mm? Mungu anaona and I know the Bible says that Mungu ndiye aliumba hao waalivu na hata zile vitu zenye wanatumia, yeye ndiye aliziumba wa, na hata ile ujuzi ambao wanatumia, Mungu ndiye aliumba. Mungu akarudia akasema, yeye ndiye aliumba askari na ye, ile mbuduki yenye anatumia ndiye amempea ujuzi wa kutumia ile mbuduki. And the God is the one who controls hizo, hmm? vifaa zote ni Mungu huwa anazicontrol, zile nguvu zote ni Mungu huwa anazicontrol. So even now we have to believe in God that God that is in control. So tukianza kusema hivi tuseme vile tuseme vile hatutajisaidia. Let us believe in God, na tuambie Mungu kile kikosi ambacho kitaenda kuingia pale kutafuta hawa watu wakuwe safe, awazingile na mission ikuwe accomplished, awazingile na wale watu wamekidnapua, waweze kuokolewa na Mungu, wasaidie pia wale waalifu waweze kushikwa, hmm? lakini not, uh, not beating around the bush guys. I know everybody is under pain. Kila mtu anaumia kwanza sababu ya senior dev. I can see so many people even awakumbuki, wale wengine wanalilia tu senior dev, lakini hata wale ni wetu. So when you are praying, remember don't only remember senior dev, remember the whole team ata, hmm? Ata kina Stano, those people are passing through a lot, those people are passing through pain hmm? hapa ni faith. we gather our faith together, we believe in God na tuambie Mungu awazingile na ukuta. Wanaweza kuwa wako katikati ya maandui guys, but venye Mungu aliweza kuokoa sini ya def ile siku mpaka saa hizi ataweza kumuokoa Mungu. Kama kama kule ile damu inamwagika sana, God you are for the ways kuzuilia hiyo damu isimwagike kiasi ya kwamba that inaweza mdhuru, sababu ile damu ikimwagika sana pia ndivyo mtu anaishi yango na nguvu. So we are setting the hedges of God Dave and the team hall. We are sending God mwenyewe Mungu tu atembee katika ile place, azingile tu hao watu, ndio waweze kuokolewa, hata kama ni mtu yoyote atatoka na huko awaone tu aweze kuokoa kile kikundi. Let God anybody haende akaokoe wale watu, sababu kuna uhalifu mwingi sana guys. And it is so painful, it is so painful, it is so painful Guys. Kila mtu anaumia so let us not blame Dante. Let us not blame Dante kama hatuna ukweli wowote tusimblame. Acha tuseme tu ni Mungu, ni Mungu alimuokoa ndio aweze kuleta habari, ni Mungu alimuokoa ndio akuje kuonyeshana the location kwenye walikuwa So guys, tulikuwa tunasema ni yeye alikuwa anachukua video but kumesemekana sio yeye. Na wenye walikuwa wana watch hiyo live, mungeona pia yeye alikuwa nyuma ya kina senior Dave akijaribu kucover up na akijaribu kuwasaidia. So, it good amejitokeza na ameongea ile yenye iko ndani yake. So guys, I love you so much nawapenda sana tena zaidi. I think I have made everything clear kwa wenye wananiuliza maswali and don't fear to ask questions guys tutaweza kujibu and so guys bye let us meet to the next video I love you so much